Hiyo <laughs> kwa ka <laughs> vile sitaiba kitu, na nikakaa hivyo, miezi ikaisha tatu, nyingine tatu, miezi sita ndani eh? Siku ile nilirudi, Uhuru alinirudisha, akanitoa kwa UDA. Akasema kuna <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> rudi, subiri ama nikuongeze miaka hii <laughs> Na Waluya walilia. Eh, yeah. Wabukusu walilia. Na Maragoli walilia. Yeah. Wakasema Huruka amefanya nini? Naenda yeah. Hey. kuona mchoro. Nd. Eh? Nd. Wasema waachie Huruka. Huru amekosa. Kanyadia. Kaniambia Huru <ilos> kama nikuombe. Sasa <laughs> hiyo nimeenda huko, nikakuta huti ni wa Marwa huko. Walikuja usiku wakanichukua saa sita ya usiku. Nikakuta wa Marwa na wa ngamati.